Waamuzi sura ya sita mstari wa 25. Biblia inasema, Ikawa usiku huo Bwana akamwambia Gideon, mtwaye ng'ombe wa baba wa miaka saba ukaiangusha madhabahu ya Baali alionayo baba yako ukaikate kate Ashera ile iliyo karibu nayo; ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu ya juu ya ngome hii kwa taratibu zake ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni zile na ile Ashera uliyoikata. Ndipo Gideoni akatwaa watu kumi miongoni mwa watumishi akafanya kama Bwana alivyomwambia, lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba, watu wa mji, hakuweza kuyatenda haya wakati wa mchana, basi aliyatenda usiku. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama, madhabahu ya Baali imebomolewa, na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari na kuuliza Wakasema, ni Gideoni mwana wa Yoashi, niye aliyetenda jambo hili nipo watu wa mji wakamwambia Yoashi, mlete mwanao afe, kwa sababu ameibomoa madhabahu ya Baali, na kwa sababu ameikata ile Ashera iliyokuwa karibu nayo. Yoashi akawaambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, mtamtetea Baali au mtamwokoa ninyi? yeye atakayemtetea na auwawe hivi asubuhi kama yeye ni Mungu. Hebu sema kama yeye ni Mungu, kwa sauti. kama yeye ni Mungu, Mungu. Mungu. Mungu. Mungu, ajitetee nafsi yake. Haleluya! kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake. Basi akamwita Yerubaali siku hiyo, akisema, Baali na atete naye kwa ajili ya nafsi yake, kwa sababu ameibomoa madhabahu yake. Oh, haleluya Tunakwenda kuangalia somo moja leo kwa habari ya madhabahu ya asili. Hebu sema madhabahu ya asili, tena kwa sauti. Jina la Bwana libarikiwe. Tunakwenda kushughulika na hilo eneo, na natamani kuona leo unatoka kwa hizi dakika chache, unatoka na mabadiliko ya kutosha, unatoka na hali nyingine unatoka na hewa nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya mpango wa Mungu ni kukutengeneza, kazi ya ibada ni kuwachonga watu. Kazi ya ibada ni kuwahamisha watu, kuwatoa mazingira fulani na kuwapeleka mazingira mengine, kuwatoa kwenye mazingira ya kukata tamaa na kuwapeleka kwenye mazingira yenye matumaini. Haleluya! Kazi ya ibada ni kumwinua mtu aliyepoteza matumaini na kumletea matumaini mapya. Oh, hada kasema kwamba umwinua mnyonge na kumtoa katika nini? Katika mavumbi. Amesema umeniinua, umenitoa mavumbili, umeniketisha mahali pa juu, nakaa na kuketi pamoja na wafalme. Haleluya. Pendwa, si wakati wa kukata tamaa, si wakati wa kuwasa. Tunaye Mungu aliyetengeneza kila kitu. Leo kuna muda ibada inakupima, inaona ya kwamba kuna vita vya Mungu anasema na wewe katika eneo ambalo bado hujawa sawa, ili upate kuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lengo la Mungu ni kumtengeneza. Mwambie Mungu, mwambie mwenzako, Mungu anataka kutengeneza leo. Mwambie tena kwa furaha, Mungu anataka kutengeneza leo. Shida uliyonayo sio ya kwako. Tabu uliyonayo sio ya kwako. Mateso sio ya kwako. Haujaambiwa magonjwa, haujaambiwa misiba, haujaambiwa masikini, haujaambiwa matatizo. Maandiko anasema tumeumbiwa uzima na Mungu ameachilia uzima ndani yetu, na ndiyo maana Yesu alipokuja akajitambulisha kwamba yeye ni uzima kwa ajili yetu. Haleluya! Kwa hiyo anayekupata mpendwa, si kwa sababu Mungu anataka yapitie, lakini kuna kitu ipo kazini, kuna agenda ipo kazini, kuna magabao ipo kazini na kusudi la Mungu wakati wote ni kuwatengeneza watu ili wapate kupona, waingie kwenye viwango vingine. Haleluya! Yesu alisema neno moja kwenye, akanukuru kwenye kitabu cha nabii Isaya ile sura ya sitini, ya kwamba nimekuja ili waliofungwa wapate kufunguliwa. Haleluya! Akasema nimekuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, kisasi cha Mungu juu yao, wanaotoa machozi kila wakati, wanaonewa kila wakati, akiamka asubuhi yeye ni mtokoonewa, yeye ni mtokoonewa. A, Yesu akasema nimekuja ili wale wote wanaoonewa, Mungu anapenda kulipa kisasi kmaa wala mambo ya kusema hapana. Basi eua, nataka nikwambie, mwambie Mungu inatosha, madhabahu ya haleluya. Haleluya, kifafa kimehama kutoka kwa babu kimekuja kwa shangazi, tena kimeanza kumdaka na mtoto wako. Umeona maa halafu, na umeona kabisa, umechulia, unasema ni yako, hati yako. Naongea na watu hapa